Niwaambie tu sasa hivi mambo yashabadilika, wachambuzi wamekuwa washabiki, washabiki wamekuwa wachambuzi, kwa mambo ni mvulugano, yaani yeah. Ukimsikiza mchambuzi yeah, unamwona kama shabiki Si unanielewa, ukimsikiliza shabiki unamwona kama mchambuzi. Lakini kiukweli Romain Folz ni kocha wa miaka ya mbele, brother. Unajua wananchi ni wageni mashindano na wa mashindano ndio maana walikuwa wanatolewa hatua za awali awali tu, kwa sababu walikuwa hawaendi kucheza kimbinu. Sasa huyu kocha akaja akawaonyesha kwamba klabu bingwa inachezwaje home and away, magoli matano clean sheet, alama zake za kwenda hatua inaofuata kibindoni, katembea. Hana mambo mengi lakini mpira anasema, sio Yanga hii ambayo imezoeleka miaka yote. Yaani, eye niambie, eyo Yanga iliyozoeleka imeleta kombe la Afrika hapa Tanzania? Klabu bingwa olo hizi inachezwa hivi. Nakupa mfano yeah. Simba mwaka jana tumecheza vibaya afu tumeenda kucheza fainali sasa kikubwa ni kipi? Ucheze vibaya upate matokeo au ucheze vizuri upate matokeo? Mm. Yanga anacheza vizuri, sema watu wanampangia kocha kikosi. Mm. Kocha ana prime mfumo kutokana na wapinzani wanavyokuja. Rotation ya Yanga kwenye kikosi hivi ina faida yoyote? Eh, ina faida kwa sababu Yanga always. Mm. Mi Yanga ni always nashinda magoli kipindi cha pili. Mm. Yaani Yanga toka misimu minne iliyopita. Kipindi cha kwanza na kuchosha kipindi cha pili kutilia watu wa kufunga. Mm. Unaona kiasi gani mwalimu ameingia mule mule kwenye mfumo wa Yanga. Mm. Zile goli saba, goli nane kwenye second nani preliminary round yeah. Vilabu vinabadilika so kila mwaka utakutana na Zolan yeah. Au ah, hapa tu tunaambiwa ni wa Brazilia yeah. Wa Brazil kibao Waliete kwa, kwa, kitendo cha Yanga home and away kutengeneza goli tano ni heshima. Ukiangalia Azizi Andambwile nyote inawaka kila siku, huu mtu huu mtu Azizi Andambwile, uh, ki kweli ni kipaji ambacho kilikuwa kinapotea gizani. Huyu mm. kocha akaona kipaji cha si Azizi Andambwile mm. kakifufua na Andambwile amekuwa msaada. Mm. Tangu alivyoumia kwenye mechi mm. ya Tabora watu wa tulimkatia ya tamaa, nami nikiwemo wa kwanza, lakini baada mm. ya kocha kuja kafua kipaji amekuwa ni mtu mwenye msaada sana kwa timu ya yangu mm. mimi kiukweli, kama Mtanzania mm. nawapongeza kwa kazi nzuri wanaoifanya mm. Young Africans, siku moja tafikisha nchi ya ahadi Asifa kafa. Endi Boba Boyeli, kwanza ni striker wa namna gani? Ameingia na mabadiliko yanaonekana. Yaani, Endi Boyeli ni aina Ford ya forward ambaye naamini Yanga walikuwa wanamhitaji na kiukweli Eniboeli anaenda kuchukua nafasi ya Dube 100%. Kwa nini? Kwa sababu Dube ameendeleza alivyokifanya mwaka jana, alakifanya mwaka huu. Sasa Yanga nadhani kuwa inahitaji mchezaji mwingine mwenye ladha tofauti, ndio maana wamempata Eniboeli amekuja kuleta kitu kipya kiusomi zaidi, yule ni standing striker.